Uh, nadhani tuna mamlaka mamlaka ya zaeka ambao wanashughulika na, na kupambana na rushwa na hujumu uchumi. Kwa hiyo kama mamlaka ipo tayari mm. Tunataraji kuona kwamba jamii haiendelei kupiga ukimya mwingi katika kuficha mambo ambayo yanaendelea hasa pale ambapo panatokezea masuala ya rushwa. Kwa hiyo tunaona umuhimu mkubwa wa sisi kushirikiana vyema na mamlaka hizi kuzipatia taarifa sahihi pale ambapo panakuwa na vitendo vya rushwa na pia vile vile uh, kutolewa kwa nafasi mbalimbali mbali ambazo zinaweza kupunguza changamoto kama za uhitaji wa nafasi na ajira. Kwa hiyo hivi vitu vinaweza vikapunguza changamoto hiyo, lakini tukija katika ngazi ya mashauri, tunatamani kuona kwamba mamlaka hizi zinatenda uh, majukumu yake kwa haki na uwazi, kuhakikisha kwamba si tu kuripoti basi na suluhisho liweze kupatikana katika kufuata utaratibu uliowekwa na sheria zaidi basi na kukiuka. Nyinyi kama taasisi ya sheria, chuo kikuu cha Zanzibar, mmejipanga vipi katika siku hizi kumi na sita katika kuhakikisha eh, kampeni hizi zinawafikia watu mbalimbali vijijini, mbali, mijini, katika kuelewa kuhu, kwamba huu ukatili wa kijinsia wa wanawake pamoja na watoto na... Maandalizi ni mengi, mpaka sasa hivi tumeweza kuandaa uh, semina mbalimbali ndani ya hizi siku kumi na sita. Tutafika katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar na kuweza kubaini pengine ni changamoto gani ambazo wanajamii wanazo kukaa nao na kuweza kuwasikiliza. Kwa hiyo kama taasisi si ya sheria uh, chuo cha Zanzibar kwa kushirikiana na TPFnet polisi ya mtandao wa polisi wanawake wa mkoa wa Unguja Kusini, aa, tumeona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kuwafikia jamii mbali na kugusa katika vyombo vya habari, lakini tunataka, tunataka kufika katika maeneo ya ngazi za chini na kuweza kusikiliza changamoto ambazo wako nazo, na tukio hili tumepanga vizuri kabisa na makao makuu ya Jeshi la Polisi mkoa wa Kusini Unguja basi inaendelea kuhakikisha kwamba uratibu wa jambo hili linakwenda kuwafikia walengwa sahihi, na tumelenga katika makundi mbalimbali mbali, ikiwemo ni wanajamii, lakini pia ma, ma, ma, mataasisi haya ya vyuo na vyuo vikuu, lakini pia mashuleni halikadhalika na wataalamu, ambapo tunategemea kuwa na wataalamu mbalimbali, wataalamu wa wadau wa elimu, wataalamu wa sheria, ili kuweza kuona namna gani jamii au haya makundi yote yanapata uelewa sahihi wa namna ambavyo tunaweza kudhibiti huu ukatili wa kijinsia sawa. Hizo e, siku zenu kumi na sita za kupinga huu ukatili mmepanga ku ndo kwanza munaanza au tayari mmeshaanza nyuma au hizo tarehe ndo mnaanza hivi sasa? Kama awali nilivyosema, kwamba maadhimisho haya huwa yanaanza rasmi tarehe ishirini na tano Novemba na kufikia katika kilele tarehe kumi Disemba, manake tutakuwa tunafunga maazimisho yetu. Ile ndio siku ya kilele cha maadhimisho ya siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi uh, ya wanawake na watoto. Kwa hiyo tunatarajia kwamba ikifikapo tarehe ishirini na tano mwezi huu wa kumi na moja basi tunakwenda kuanza uh, kampeni yetu katika maeneo mbalimbali ambayo ratiba itatuongoza tukiwa tunashirikiana na, na, na, na TPF Net Police ya makao makuu ya Jeshi la Polisi kusini Unguja. Lakini pia siku ya kilele ya tarehe 10 Desemba, tumepanga kwamba hii itafanyika Kizimkazi Dimbani. Pale tumeandaa mazingira na kuona kwamba namna gani ambavyo tutaalika wadau mbalimbali na kuendesha midahalo kuhusiana na, na dhana hii ya ukatili wa kijinsia, namna gani ambavyo jamii na mashirika mbalimbali mbali ya serikali na binafsi ambavyo yanashiriki, lakini pia tunatamani kuona baada ya hapo basi changamoto hizi zinaweza kupungua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu tutakuwa tumeugusa katika nyanja zote na kuweza kufikisha ujumbe sahihi. Sawa, tukizungumzia hapo kwenye upande wa changamoto, kuna changamoto gani ambazo mnakutana kuta, mna nazo katika kuhakikisha au katika kutatua hii, huu katili wa kijinsia na watoto? changamoto zaidi kwanza ni, ni, ni kuto kupata taarifa sahihi kutoka kwa wahanga indeed. Kwa sababu tunaona tayari kumesha kuwa na madawati, tuna jeshi la polisi, tuna maeneo mbalimbali, tuna, um, tuna sehemu hizi za kimahakama. Maana mm, yake watu wanatarajia kwamba leo hii mtu kakumbana na changamoto ya ukatili wa kijinsia basi apate uelewa sahihi ni wapi ambapo wanakwenda kuripoti lakini badala ya matukio haya tunaona kwamba watu wengi wamekuwa wakimalizana katika ngazi za kifamilia, badala ya kufikisha sehemu husika au kwenye vyombo vya dola kuweza kuwaripoti na kufichua matukio haya. Kwa leo hii tunaona watu wengi wanamalizana ngazi za familia, baadaye matukio yanazidi kukithiri. Na changamoto nyingine ni rushwa. Maana yake rushwa katika utendaji, leo hii mtu kashamaliza kuripoti tukio lake Maanake tunatarajia kuona haki sasa inaweza kufikiwa kwa wakati, na sio tena ucheleweshwaji au pengine kuna mambo ambayo yanaweza yakaingilia yakapelekea watu hawa kuweza kukosa haki zao. Kwa hiyo tunatarajia kwamba jalada litaandikwa na litapelekwa mahakamani kwa DPP, then shauri liendelee kwa ajili ya kurahisisha haki kwa wahanga hawa. Na changamoto nyingine ambayo tunakumbana nayo ni uelewa sahihi juu ya dhana hii ya ukatili wa kijinsia. Uh, ndugu mtangazaji, mm. Watu wengi wanaamini kwamba tunaposema ukatili wa kijinsia, baadhi yao wanadhani ni, ni kupigwa peke yake peke. Kuna wengine wanadhani ni matukio ya ubakaji, lakini si hivyo, maanake kumnyima mwanamke ushiriki sahihi katika mambo ambayo ni ya kijamii, maanake tayari umemkosesha haki zake za msingi, ni eh, huu ni ukatili mm. Lakini tunavyosema pia ukatili eh, Vitendo kama vya rushwa maanake, huu ni ukatili. Tunaona kwamba kama mtu anaweza kufanyiwa jambo fulani ili kupata kitu fulani, hapa amedhalilishwa, maanake ameendewa ndivyo sivyo. Lakini ukatili huu umebeba dhana kubwa sana, ambapo tunasema ubakaji, ulawiti, ngono ya rushwa na vitendo vya upigaji. Hivi vyote ni udhalilishaji. Kwa hiyo hata ndugu mtangazaji, tukizungumzia kwamba kumnyima mwanamke katika ushiriki nafasi za uongozi, manake tayari tumeibeza ile jinsia yake eh, au tumembagua. Maana yake kwa maana halisi kwamba udhalilishaji au ukatili tunamaanisha ni ubaguzi, maana yake kumbagua mtu fulani au jinsia fulani kutokana na nafasi yake au maumbile au kitu fulani au uwezo aliokuwa nao, sawa sawa. Sawa. So, kwa kumalizia, labda ni nani ambaye yuko nyuma ya hili? Kwa sababu tunafahamu kwamba nyinyi ni kama wanafunzi, hamwezi kuhakikisha yani, kufanikisha mambo yote haya, mpaka mnaandaa hili jambo, mnaandaa siku kumi na sita mpaka lifanikiwe. Ina maana kuna watu wapo nyuma yenu katika hili ni, ni nani nani ambao wanakusapotini katika swala hili mpaka linafanikiwa na mpaka mnaliratibu vizuri na mnalimaliza vizuri kabisa. Kwanza niseme ni nafasi nzuri, tunashukuru nafasi ya ushiriki, kwa sababu sisi tunakuwa tunaendesha programu zetu kama wasomi, lakini okay. pia kama sehemu ya wanasheria, kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali, ambapo tayari sasa hivi tuko na watu wa Zafela ambao ni Zanzibar Female Lawyers, hawa ni wanawake wanasheria Zanzibar E, wanasheria wanawake ambao wanashughulikia hasa maswala ambayo yanahusiana na jinai kesi e, za jinai ambayo ikiwemo mojawapo ni kama hizi kesi za udhalilishaji dhidi mm -hmm. ya wanawake. Kwa hiyo niseme ni nafasi nzuri, tumeona namna gani ambavyo tukiwa pointi, hawa tukawagusa hawa, basi Zafela wapo karibu sana kama unavyowaona hawa ndio ambao wanatuwezesha sisi kuweza kufika katika majukwaa haya na kuweza kupata nafasi ya ushiriki na kuzungumza pia kwa hiyo Uh, shukrani zetu za dhati ziende kwao kama za fela kwa sababu wamekuwa nasi katika kipindi chote na si tukio hili la uzalilishaji hmm. katika matukio mbalimbali mbali ambayo yanahusiana na masuala ya sheria, basi hawa wamekuwa ni wadau wetu wakubwa hmm. lakini pia kama awali nilivyosema, tunashirikiana na TPFnet police ya makao makuu ya Jeshi la Polisi kusini Unguja, pia nao wanathamini mchango wetu kwa kuona kwamba sisi kama wasomi tuna chachu ya, ya kubadilisha haya ambayo yanaendelea kwa sababu hata mavyuoni tayari tunaona kuna mambo ambayo yanatokezea ya udhalilishaji. Na nipongeze sana serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar imeweza kuona umuhimu aa, kupitia wizara yetu ya Katiba na Sheria, utumishi na utawala bora wameanzisha madawati ya kijinsia ambayo yamo katika vyuo vikuu. Kwa hiyo leo hii unaona kwamba hata wanafunzi ambao wapo katika vyuo basi wanaweza kuripoti changamoto zao kupitia madawati haya, si tu mtaani, maanake wameona ipo haja ya kuwapelekea wasomi madawati haya na kuweza uh, kupeleka changamoto zao na kuhakikisha changamoto hizi zinapa, zinatatuliwa ipasavyo kwa hiyo niseme kwamba nao pia tunawapa shukrani za dhati kwa sababu wameona nafasi hii kwetu na sisi pia tutaendelea kutoa mashirikiano ya dhati zaidi. Mtazamaji wa Zantime nadhani umejifunza mengi kutoka kwa rais wa Taasisi ya Sheria chuo kikuu cha Zanzibar. Ameelezea mengi sana kuhusiana na kwanza, na hiyo kampeni yao wa ambayo wako nayo ya siku kumi na sita katika kuhakikisha unapinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake pamoja na watoto. Uh, sisi tumefikia mwisho wa kipindi chetu na usikose kutazama eh, kipindi chetu kijacho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Warda Hamid. Kwa, kwa heri hadi wakati mwingine.